Ndugu yangu, hatujawahi kuwa na bajeti kama hii ambayo ilisomwa jana, na hii bajeti kuna mambo mengi ambayo tunajiuliza kama wa Kenya. Number one, bajeti ya 4.29 trillion ni bajeti ambayo hatujawahi kuwa nayo tangu tukue independent since 1963 hadi leo, hatujawahi kuwa na bajeti kama hiyo. Swali ambalo anauliza ni swali hii ambayo unataka sisi kama wananchi, ambayo tunalipa ushuru, tujaribu kupiga hesabu zetu, kwa sababu inafaa uishi kulingana ile mapato yako. Huwezi kupiga bajeti na ile pesa ambayo hauna. Ndivyo ilivyo kwa nyumba yako, huwezi ishi na ile mshahara yenye hauna. Inamaanisha kwamba unapojipanga ndani ya nyumba yako unajipanga na ile mshahara yako ambayo unapata. Huwezi jipanga na mshahara ya jirani, uwezi jipanga na fedha yenye hauna. Inamaanisha kwamba unafaa kujipanga na ile fedha ambayo uko na hakika ya kwamba hii fedha ndio zangu, ambayo mimi kama mwenye nyumba, hii ndio mapato yangu ambayo napata. Taifa la Kenya tunaishi katika kwenye ile kiwango ambayo hatufai kuishi kwa sababu serikali wanasoma bajeti ya trilioni ine nukta mbili tisa, hiyo ni bajeti. Ukijaribu kujiuliza bajeti hii kwa nini inakuwa gali hivi, hawezi kujieleza. Pili katika ile mapato ambayo tunapata kulingana ushuru ambalo mkenya mimi na wewe na ule mwingine na ule mwingine wanapolipa ushuru haiwezi fika trilioni tatu, lakini wanasema kwamba wanajaribu watasanya zaidi ya trilioni tatu kwa mwaka, ambalo itakuwa ngumu zaidi. Ndugu zangu, haitakuwa ngumu kwa sababu biashara mingi zimefunga, biashara zimesambaratika tangu ichaguliwe mheshimiwa Rais William Ruto, kwa sababu ushuru imekuwa gali, kila sekta ama kila bidhaa zimerundukiwa ushuru. Inamaanisha watu wengi wamefunga virago, wamefanganya, haina biashara ambayo inaendelea hapa jijini Kenya. So ukinaposikiza kiongozi kama John Mbadi akisema kwamba watamarisha upato ya usanyaji kodi, inakuwa na taswira mwingi ama na mambo wasiwasi mengi sana ya kwamba kama biashara zinafungwa, wale walio na kazi wanaishi na wasiwasi, kwa sababu wajui ni siku gani watapoteza kazi zao, kwa sababu ushuru. Na wenye kazi pia wanaona ya kwamba ushuru inawalemea wenye kazi, so wale walio na kazi wako na wasiwasi ya kwamba wanaweza kupoteza kazi wale ambao wana kazi hawajui ni siku gani ambao watapata kazi. So hebu jiuliza, kama John Mbadi wanataka kusanya zaidi ya trilioni tatu ambayo ni ushuru hapa taifa la Kenya, itakuwa ngumu sana ndani ya hii serikali ya Kenya kuanza kufadhiliwa hii bajeti ya trilioni 4.29. Itakuwa ngumu sana, itakuwa ngumu zaidi. So wakati tunasema ya kwamba hawajaweka ushuru kwa bidhaa, lakini kumbuka ya kwamba internet ama online market imeajiri watu wengi, online market imeajiri watu wengi zaidi, imeajiri watu wengi zaidi include YouTube, Facebook, Google. Hizo ni zile kampuni ambalo wanawekeza hapa nchini Kenya kutoka nje za nje. So unaposikiza kwamba mtu kama John Mbadi anasema kwamba anaweka bidhaa ama anaweka ushuru asilimia 25, ama kwa vitu kama zile kampuni ya binafsi ya online ya kwamba wakija kuwekeza biashara hapa Kenya lazima ulipe ushuru. So hebu jiuliza, kama online ndimebaki kuajiri wa Kenya na kisha bado hapo hapo, hapo kwa sababu wamegundua kwamba hapo ndio watu wengi huwa siku wanafanya kazi hapo, sasa wamerundika tena ushuru kwa mambo ya online market, ama online, eh, so, unajaribu kuuliza serikali inatakaje? Inamaanisha kwamba YouTube anakukata Google anakukata kisha government inakukata kisha bank pia nakukata. Hiyo kama ni mtu ambayo ya ambayo unakatwa katika kwenye ushuru ambayo inawekwa awakofanuliwa, lakini hiyo ndio kitu wanajaribu kufanya, lakini mambo ya content creator lazima inakukata kisha unakatwa tena lako. Badala serikali negotiate na maswala ya YouTube na Google, warudishe ushuru zao chini ili wao pia wapate mapato wao. Wanaangalia kwamba hapa online market ndio kuna pesa na kuna watu wengi ambaye anajiriwa online market. Ndugu zangu, ingekuwa bora ya kwamba serikali hii wanapigana na hali ya ukosefu ya kazi, kila mkenya ingekuwa kazini, kisha wangepunguza ushuru irudi chini asilimia 14 ama kumi na tatu kisha wapambane kusanya watu wengi, wangerejea kazini ama biashara mingi ingefufuliwa, lakini ushuru bado imesimama kwenye asilimia kumi na sita. Je, ni mtu gani ambayo hakuradhi kuwekeza katika kwenye asilimia kumi na sita? Jibu ya kwamba haina, ndio maana biashara mingi zimefunga, watu wamepoteza kazi kwa sababu asilimia kumi na sita ya ushuru ndani ya serikali ya Kenya. Kwanza jambo ambayo ananikera zaidi, ambayo ni jambo ambayo yojenga zaidi, jambo ambayo wanarudisha ushuru katika kwenye mchele ambayo inagiswa kutoka nje. Wakati umerudishwa ushuru kwenye bidhaa ambayo inaingizwa kama mchele, inamaanisha kuna wanasiasa fulani ambao wanataka kuigiza mchele ndio maana wameteremsha bei ya mchele kwa sababu mchele zipo ziko na kaunti mingi ambazo zinapanda mchele. Kuna Tana River mchele ipo, kuna Migori County mchele ipo, kuna Homa Bay mchele ipo. kuna Kisumu sasa ndio kuna mchele kubwa, kuna Mwea sasa, hapo ndio mama ya mchele, then kuna Siaya kuna mchele so, ukisikiza ya kwamba serikali wanapunguza ushuru kwa mchele ambayo ana, inaigizwa, inamaanisha kuna wale wanataka kuigiza mchele ili wao wenyewe wapate faida. Badala wa hiyo mchele, ndio wangeweka bei gali, wangeweka ushuru zaidi ili isiagiziwe mchele. Kama hizo ndiyo kilimo ya taifa la Kenya, ile ya Ero, ile ya Mwea, ile ya eh, ile ya Oluchkimira, ile ya Umabe, kisha na ile pia ambayo inapandwa kule maeneo ya Migori hizo so, ndio vitu tunapigania kama taifa la Kenya, lakini unapata vitu ambayo ni muhimu hawasingatii, wanasingatia upusi. Mi nakuambia mundugo yangu mu Mkenya, bajeti hii umesikia kwamba elimu imebeba zaidi ya bilioni mia saba na mbili. Usitarajii chochote katika kwenye hiyo eh, mambo ya pesa ya elimu haitapatikana 708 eh, bilion usitarajie, haipo haipo kwa sababu hatujui ni wapi tutatoa hiyo 4.29 trillion. Ni ngumu ndugu zangu, ni mchezo ndani ya serikali, na hii ndio nakwambia kwamba bado tuko na mzigo mzito kama wa Kenya. langu jina ni Mjukuu, hii ni 044 TV Kenya. Kama ni mara yako kwanza, nakuomba nipe support, subscribe, like, share, comment.